Viva vijana viva, viva viva Kyerwa, viva viva, viva mama Samia. Ndugu viva, viva zangu vijana wenzangu wa Kyerwa, naomba nitumie baraza hili maalum kwanza kushukuru sana, kukishukuru sana chama chetu kupitia kikao chake cha halmashauri kuu ya CCM Taifa kilichoketi tarehe kumi ya mwezi huu kwa kutoka na kauli mbiu nzuri, inayosikika vizuri, inayotamkika vizuri ambayo leo tunasimama hapa na tutainadi mpaka kwenye uchaguzi. Kauli mbiu ambayo inaonyesha kauli mbiu ambayo inadhihirisha kwamba chama hiki pamoja na ukongwe wake bado kinaamini katika imani zake ngapi? Tatu. Ukiisoma kauli mbiu hii ya kazi na utu tunasonga mbele, unazipata imani tatu za nane za mwana CCM. Unaipata imani ya kwanza inayosema binadamu wote ni sawa, ndiyo maana humu pamoja na kazi tumezungumzia utu, mnanielewa eh? Lakini kupitia kauli mbiu hii tunaipata imani ya tatu ya mwana CCM inayosema ujamaa na kujitegemea. Kujitegemea ndiyo kufanya kazi, mnanielewa vizuri eh? lakini ukiisoma kauli mbiu hii ya kazi na utu tunasonga mbele unaipata imani ya pili ya mwana CCM. Kwa hiyo nitumie fursa hii kukishukuru sana kikao chetu kikuu, kikao cha halmashauri kuu ya CCM Taifa kwa kuja na kauli mbiu nzuri inayoonyesha chama hiki bado kinaamini katika usawa, bado kinaamini katika kujitegemea, bado kinaamini katika usawa, bado kinaamini katika kuthaminiana, katika kuthamini utu wa kila mtu. Piga makofi kwa chama chetu! Na hii ni kazi nzuri inayofanywa na viongozi wetu wa chama, wakiongozwa na mwenyekiti wa CCM Tanzania, Daktari Samia Suluhu Hassan. Vijana tunaweza. Hizi ndio taarifa tunatakiwa tuwaonyeshe, hizi ndio taarifa tunatakiwa tuwaonyeshe, sio brabraha. Tumeshiriki, tumeshiriki, tumeshirikije? Shiriki, tume, hii ndio takwimu. Na mimi mwenyekiti, ni kushukuru, nimshukuru katibu kwa sababu ninyi mnaingia kwenye vikao vya michujo. Mngekubali hawa wakatu miguu leo wasinge kuwepo, lakini imani yangu inaniambia mlisimama kusema hawa ni vijana kwa umri wao kwa uwezo wao waende mbele, na nadhani kwa idadi hii ninaiona, ambayo naamini hamjanidanganya, yawezekana hata Kyerwa ikawa imeshindisha vijana wengi kuliko wilaya yote. Sasa nimetangulia kuyasema haya nikiwa na maana ifuatayo, hii itupe picha na taswira ya kwamba kumbe vijana tunafanya nini? Tunaweza. Lakini hii itupe chachu na morali ya kuamini ishirini na ishirini na tano hatutakiwi kubeba mizigo na mabegi, tunatakiwa tuende wenyewe <laughs> nanielewa eh? Sababu kama hawa sitini na ngapi wameweza, sisi tunashindwa nini? Kwa mgawanyo huu maanake, kama kata ina vijiji vinne, alafu katika vijiji vinne vijiji vitatu vinao vijana wenzako udiwani, una ukosaji